Rais wa Marekani Donald Trump amemkashifu rais Vladimir, Vladimir Putin wa Urusi baada ya Moscow kufanya mashambulio ya ndege zisizo na rubani dhidi ya Ukraine, kuamkia siku ya Jumapili, licha ya nchi hizo mbili kuhitimisha zoezi la ubadilishanaji wafungwa. Licha ya wito wa kimataifa, Moscow imeendeleza mashambulio yake ya anga kulenga miji tofauti nchini Ukraine. Hii hapa kauli ya rais Trump. Sifurahishwi na kile anachokifanya bwana Putin, anawaua watu wengi sana. Sijui nini kimempata Putin. Nimemfahamu kwa muda mrefu na nimekuwa na uhusiano mzuri naye, lakini anatumia roketi kwenye miji na kuwaua watu, na sipendezwi na hilo. Tuko tayari, tupo kwenye mazungumzo, na anashambulia Kiev na miji mingine kwa roketi. Sipendezwe kabisa. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema kwamba kila siku Putin anapata sababu ya kuendeleza vita na bila kuwekewa shinikizo zaidi vita havitaisha.